Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyid sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Kama badatum ta'udun, kama tulivyopokea hivyo hivyo tutawasindikiza. Tupo katika viunga tukufu vya Madinatil Munawwara, mji mtukufu, mji wa baraka na mji wa nuru. Alaokuwa mbele yenu ni qadhi, sahibu saada, sahibul maqam, sahibul fadila adhi wa mkoa wa Mbeya, lakini sio hivyo tu. Aliokuwa mbele yenu huyo ni mwana azhari mkubwa, ni khirij, graduate muhitimu wa chuo cha enzi na chenye miaka yake cha Azhari Sharif kilichokuwepo Masri, lakini alokuepo hapo ni mwanaharakati mbalimbali, ambaye anatumia muda wake mwingi kwa ajili ya kufikisha kilimatu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Sasa amekuja kwa hiji, tumekutana naye katika viwanja vya Arafa na tukapata heshima ya kuhojiana naye, na hivi leo anaondoka kurudi Tanzania mji wake wa maisha. Aliingia akiwa siyo haji, leo anarudi akiwa al haji. Labda fursa hii ya kuja akiwa amebeba ndoto za kutekeleza ibada hii na kurudi ikiwa ndoto zake zimekamilika, yeye binafsi anayechukuliaje? Alhabibi Hasani, karibu sana Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyonitambulisha kwa jina, naitwa Hasani Mbarazi ambaye ni azhariyu niliyomaliza mwaka elfu mbili na kumi na tisa na furaha kubwa sana kwa kutekeleza ibada yangu ya hija lakini pia nina furaha ya kukutana na ndugu yangu Sheikh Ali mwenye Hindi ambaye anafanya kazi ya kijamii kuitumikia dini, lakini vile vile kutuimarisha wana Azhari ambao kwa siku za nyuma kidogo ilionekana kidogo tuko nyuma. Mashaallah, bismillahi, mashaallah. Uh, Sheikh Hassani, nafasi ya uqadhi ni nafasi yenye heshima kubwa sana katika kuunganisha watu, hususan katika imani ya dini. Nafasi hii wewe unaichukuliaje na unaitendea haki kiasi gani? Hakika, kama ulivyosema, nafasi hii ni kubwa, na hasa ukubwa wake ni kwamba ni nafasi ya kusimamia haki za watu, hususani haki za mke na mume, hususani haki za watu waliofariki na warithi na kadhalika. Kwa hiyo ni nafasi kubwa kwa maana mbele ya Mwenyezi Mungu mimi naichukulia kwa uzito mkubwa na naona kamba... Yes, um, kwa kweli ni jambo kubwa sana. Sasa Alhabibi, umekamilisha ibada ya haji, twende katika haji hapa, hmm, umekamilisha ibada ya haji na hivi leo upo katika viunga hivi vitukufu ambavyo umekuwa ukivitamani kwa muda mrefu uwe japo mtumishi wakazi yoyote katika miji hii ili upate kupata baraka za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo umekaa huku ukalala, ukanywa na ukakoga, bali ukaota pia katika viunga hivi. Na hata hivyo, pamoja na hayo yote, bado unaviacha viunga hivi na kurejea nyumbani. Hili linakuathiri kiasi gani? Hakika muislamu yoyote wa kweli anapoondoka katika viwanja hivi na hasa miji hii mikubwa miwili mji wa Maka na mji wa Madina anakuwa na uchungu wa hali ya juu. Na kinachotia uchungu ni nini? Kwamba yeye dini yake maisha yake ni kutokana na juhudi zilizofanywa hapa na hususan na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naondoka hapa nikiwa natamani kwenda nyumbani, lakini vile vile natamani kubaki hapa. Kubaki hapa natamani niendelee, manake swala hapa tunaswali watu mpaka laki moja swala moja. Subhanallah, kuwa pamoja Jamaa ya ajabu jima! Lakini kama inavyofahamika swala ya huku moja, mm -hmm, thamani yake ni kubwa sana. Kitu ya maka si sawa sawa na swala la kimoja ya msikiti mwingine. Sasa hali kama hii unapoiacha, maana yake lazima utaona uchungu, unaona uchungu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nami nimetimiza hilo, mashaallah. Bismillah, mashaallah. Shekhe Hasani Qadhi, umetekeleza ibada hii ukiwa katika, nasema umri wa kijana. Uhu huja sio mzee, sio mtu mzima, ni kijana. Unadhani una nini cha kuambia watu ambao wanatekeleza ibada hii wakiwa watu wazima? Kwa hakika, watu wazima, mimi nawapongeza kwamba kwa kuwa walikuwa hawakufanya katika ujana wao na imefika utu uzima na wakaona ni lazima waje, hilo mimi nawapongeza. Lakini nawashauri vijana kwamba, kwa kiasi kikubwa, tujiandae, tujiamini, tujitume, tutafanya Hmm. Mimi ndoto hii ya kuja huku nilianza Masri nilipokuwa hmm. Misri mara mbili nimetaka hmm. kutoka kule kuja kuhiji, lakini ba. mpango si matumizi. Mwenyezi Mungu humpa mtu kwa wakati Masha. Lakini tusiache kunuia hmm. na tusiache kumwomba Mwenyezi Mungu. Inawezekana tumehiji hapa na watu wa aina tofauti, matajiri tumehiji nao, viongozi tumehiji nao, na watu maskini kabisa tumehiji nao. Kwa hiyo kama mtu unaweka nia, basi ni rahisi kufanikiwa inshallah. Mashallah, kabla e, e, mheshimiwa Samahat Mufti ana mpango e, e, kabambe a, au mipango ambayo ameanzisha kwa muda mrefu ya kuhakikisha kuwa wanaongeza uelewa na ufahamu katika mashauri ya haji kwa ngazi ya taifa. Hii ina maana kwamba lazima muwatembelee watu, mufanye kongamano Mbana na semina mbalimbali. Kwa nafasi yako kama kadhi, unadhani utamsaidia vipi Samahat Mufti kuzifikia ndoto hizo? Hakika mimi katika kuelekea ndoto hizo, la kwanza kupitia nafasi yangu kama kadhi wa mkoa kuwa natembea wilaya zote na nina haki ya kutembea kijiji chochote kwa nafasi yangu kuwahudumia. Miongoni mwa mambo ambayo nimeazimia ni pamoja na kutoa hamasa na ushawishi kwa watu, kila nitakapokwenda na haji nitakuwa naitangaza, inshaallah. Tayyib, mm. Hajun mabrurun wadhambun maghfurun wasau mashkurun, amin wa kullu amun wa antum bi khairi, amin ya rabbi. Mahojiano haya kutoka katika viunga vitukufu vya Madina, Ashim Al-Azhar TV Madina exactly.